Kwenye ulimwengu waro aniwaambie, na ndio maana nikuambie hapa, majira yako ya kufanikiwa, usiwe mwepesi kuropokaropoka, kwa sababu hata unayemshirikisha usidhani anapenda mafanikio yako. Wengi wanapenda uwe chini yao, na niliwahi kuambia mahali pengine nikasema, wakati hujafanikiwa, wengi sana sana, tuko pamoja, tunakuombea, tunatamani ufanikiwe. Ukifanikiwa, kuna kundi kubwa la watu ambao wanatamani uanguke, wanakuombea usiku na mchana. Sasa hivi wanakuombea na wana, tuko pamoja mpendwa. Ah, tunakuombea. Kabla hujapandishwa cheo, kila mtu yuko upande wako. Ngoja upandishwe cheo, uone hata wale ulio wadhania wa wako upande wako, kumbe ndani yao kuna roho inapambana, kwa nini apandishwe huyu? Na wanaomba usiku na mchana uteremke, na ndio maana na hii ni roho inatembea sana Tanzania. Watu wanafurahia sana maanguko ya watu badala ya ku, kuwaombea wafanikiwe. Wengi wanaomba waanguke, na ukikosea tu, wale waliokuwa na kusifia mwanzoni unashangaza tulijua tu, tulijua huyu, tulijua afiki mbali, tulijua yani huyu tunamfahamu sana, tulijua tu atashindwa, tulijua tu na kati mwanzoni alisema tuko pamoja na wewe, wanasubiri anguko lako, wako standby kuhakikisha unaanguka. Hawa jamaa maamiri na mawaziri wakapanga njama za kuhakikisha Danieli apati cheo. Majira yako ya kupandishwa vyeo, adui yuko tayari kupanda maadui wengi kwenye nafasi, ili kuhakikisha uvuki. Watakaa na vikao usiku na mchana, watakaa vikao hata vya siri watapanga na mikakati, wataenda mpaka kwa waganga kienyeji, watapeleka jina lako ili tu kuhakikisha upandishwi cheo, ili tu kuhakikisha uvuki. Lakini Mungu ni mwaminifu. Biblia anasema wakapanga njama, wakatunga sheria, wakagundua hili jamaa hatuwezi kulipata isipokuwa kwa mambo ya sheria ya Mungu wake. Kwa nini? Daniel alikuwa mwaminifu kwa Mungu. Ukitaka maongezeko, andika hiyo, uwe mwaminifu mbele za Mungu wako, sababu adui anatafuta sababu za kutaka kukuangusha.